Karibu mtazamaji, moja kwa moja tusalie hapa Nairobi ambapo jamaa na marafiki wamemmiminia sifa marehemu Albert Ojwang katika ibada ya ukumbusho iliyofanyika katika kanisa la Ridgeways Baptist hapa Nairobi. Ojwang aliuawa baada ya kukamatwa na polisi kutoka nyumbani kwao na kuletwa hadi kituo cha polisi cha Central hapa Nairobi. Marehemu atazikwa Ijumaa hii nyumbani kwao huko kaunti ya Homabei. ya kwamba damu hiyo ya Albert ambayo imemwagika bila hatia, walio na uwezo kuona kwamba wanachukua damu ya e, e, maisha ya wenzi wao na kumwaga damu ili wabakie katika hali yao na kuficha uovu wao, basi wajue kwamba watabaki na heshima, watabaki na utajiri na sifa za aina yote , lakini hawatakuwa na amani katika maisha yao.